Bwana moja limeleta, uh, ya jambo uh, ambalo limeleta mitazamo tofauti kwenye mitandao ya kijamii ni issue ya msaada aliotoa Nandy kwa kijana mmoja ambaye ni mfanyabiashara ya mayai akamkuta maeneo fulani video. Video anaonekana kimpa shilingi laki moja. Uh, issue hapo imekuja kuleta maswali mengi sana mitandaoni kwamba inakuwaje unaenda kutoa msaada kwa mtu and then unaenda kumrekodi na kuja kushare mitandaoni. Wapo ambao walienda mbali zaidi na kusema unajua mpaka unatumia uh, unakuja kushare kitu cha mtoto kwenye mitandao ya kijamii ni jambo ambalo kiukweli kisheria limekaa vibaya, kwa sababu mpaka mtoto anakuja mitandaoni uh, awe ameridhia au kuwe na downi, uh, uh, utaratibu maalum kwamba mzazi karidhia mtoto aende mitandaoni kibongobongo Kiafrika tunaona watoto ndo tunawashea sana kwenye mitandao ya kijamii, lakini kwenye kitu kama hicho ni kama uzalilishaji, licha kwamba ni msaada, amefanya kitu chema, lakini haikupaswa kwamba iende mtandaoni kwamba amefanya hivyo. Hii ni mitazamo kutoka kwenye uh, mitandao ya kijamii. Vipi mtazamo wako wewe, nini unaje? Nandy alikuwa sahihi au la? Lakini wengi Aa, ni kama wamereact kwamba wasanii inabidi wapunguze kamera pale ambapo wanaenda kutoa misaada au kutoa msaada kwa mtu yote unapomuona njiani. Wapo ambao wanaona kwamba ni kitendo kizuri lakini hakikuhitaji kamera, kulikuwa kuna uhitaji huo. Kwa sababu kama ni msaada, ni baraka zako wewe unazopewa kutoka kwa Mwenyezi Mungu mwenyewe. Yeye ndio anaona umefanya kitu kikubwa sana kuliko kuamua kukileta kwenye jamii tena mitandao, ni ambayo hii mitandao inatunza vitu vingi sana na inaishi. Mtoto anaweza kukushukuru wewe maisha yake yote kwamba nilewe kusaidiwa na msanii Nandi lakini, sidhani kama atajisikia vizuri kuona ile clip yake ipo mitandaoni kwamba Nandi si nani, lakini wapo ambao wanaona pia kwamba ni sahihi. Nini mtazamo wako? Lakini huu ni mjadala mkubwa sana kwenye mitandao ya kijamii kiasi kwamba wapo ambao wanaona kwamba Nandi amefanya fresh tu, lakini wapo ambao wanaona kwamba haikupaswa kutumika kamera au kamera ilikuwa haitakiwi kuwepo. Usio comment, mimi nitasajitwa vizuri. Chao. Mimi, imagine mtoto mdogo kama huyo

kwao sasa, kwa nini unataka kulala na usi, usipate yako hey, mtaji wako hmm, ukauza mayai yako ili upate hela uende ukatafute pa kukaa? Kwa sababu nikikupa hela uende ukalale hey, hey. Alafu unasubiria uende na mayai tena hivyo hivyo uuze upewe elfu hamsini kila mwezi. Unajua mwezi una siku thelathini, unatembea una siku thelathini, alafu elfu hamsini mwisho mwishoni unachukua. Kwa nini usipate mtaji wako wewe, uende akakuzia mayai

uendo ukatafute uka, uka, maisha yako usile haya.